Nini tofauti ya kakata na kakatua? Kakata ni venye ame isha katwa, ni kitu na kata, maybe, sio, ni kitu moja, si kakata na kakatua. Kaka ni, du, ni dugu na, kaka. Na kakatua ni kuto kakata, sijui hiyo mapanga tu, hapo na shida <laughs> tofauti ya kakata ni mkakato wenye kufuatiliwa kila wakati kakatua ni jambo ambalo limeshafuatiliwa kupitia kakata mpaka likapata suluhu. Ni kama ukatwe eh, alafu ushonwe, utakuwa umekakatua. Lakini kakata, umekatwa. Kakata ni kitenzi, ndo maanake inatokana na neno kata, kukakata. Alafu kakatua ni, ni mnyama, ni kama aina ya ndege. Neno kakata limetokana na ile hali ya kukataa kata, katakata na neno kakatua ni ile hali ya kuchanganua kakata, naweza naweza sema ni rafiki neno kakata, limetokana na ile hali ya kutenda. Kakatua ni the opposite, for example kama ni nyama ile una tear off kakata, si ni kukatakata? e, kakatua nadhani ni ndege mzee na kaka. kakatua ni kutoa chenye umekata kumalizia. e, anta haigi kwa akili yangu. Naam, kwa ufupi anasema unaweza kakata ukajikuta unakakatu. <laughs> <laughs> Kuna bingwa mmoja amejaribu kuyaunganisha maneno yao mawili. <laughs> <laughs> Anasema unaanza na kakatu <laughs> mwisho una... <laughs> <laughs> <laughs> Ama ukikatwa ushonwe, unakatwa wale kwako, Ustadh ukakata kukakata, kwa kweli hii ni tamaa kubwa sana ya kutaka kula kwa lugha ya mtaani watu wengi wanaita ulafi, mm. Na mtu huyo anayefanya ukakataji huo sio ule ukakataji mwingine mm -hmm. Ukakataji huo anaitwa mbuge mm. Kwa hiyo ni, ni kitendo cha kabla ya kula eh. Ama wakati unakula nisama ule mtu kwa Kiingereza anamwita glutton mm -hmm. Mtu ambaye yani akiona kitu tamaa ya anaweza, kula. Kua, ana, ana, anaweza kuwa sawa na mtu ambaye ambayo anapapia ah kupapia no. eh, pia anaweza kuwa na tabia hizo, maanake mtu mwenye tabia za kulakula eh. anaweza kuwa na tabia hiyo ya kushika hiki ale hiki ale hiki alimradi, eh. anakula vitu kwa tamaa kubwa sana. unayemtaka Rashid anabugia, na mara nyingi anabugia kwa kufundira mm -hmm. na sana, ukitaka kuna hiyo tabia, nenda kwenye harusi za hadhara mm -hmm. na mazishi ya hadhara Unamwona mtu yani wala ni, eh, kubugia, si mdomoni, he he. ni, um... ni e. yeah. yani e. kama leo ndo siku ya mwisho afadhali ashirwa kupumua. Lakini sasa kubugia vile ulivyosema, kubugia ni kuweka kitu mdomoni, lakini kufundira ni kuhakikisha hakitoki, yani kinabaki kwenye mashaza kabisa, kama wale ame mfano eh, mara nyingi unapata kuna mtu ambaye hata ukimpa mwa lazima agize kisu mm. kwa sababu akita, akia, huwa, hata akijaribu kuvunja kwa, mm. kwa meno hawezi mm -hmm. kuna watu hata ukampa mbao akaing'ata na akaweza kuivunja kwa kutumia meno yake mm. hiyo ndio kakatua ya kwanza. pili kile kitendo cha kulima shamba kwa kutoa magugu mm -hmm. pia ni kukakatua. Nikumbusha sema kwamba mtu ambaye anajaribu kuvunjwa amenikumbusha sinema fulani, tuliangalia mtu kwako na hata chuma. Bas, twende kwa mbukuzi bingu mm -hmm mbukuzi ni mtu ambaye anapenda kubukua na kubukua, ina maana mbili kwa Kiswahili. mm -hmm. Kubukua ni kutoboa siri mm -hmm. Na kubukua ni kusoma sana mm -hmm. Sawa, kwa hivyo hii mbukuzi, na wakati mwingine unaweza kusema mbukuzi mm, mm -hmm. au mbukuzi ni mtu ambaye anatoa siri hata bila ya kuulizwa mm -hmm. Amekuona mkuja mneni, bwana, umemwona Rashidi? mm -hmm. Unajua 1 2 3 mm -hmm. Aseme vitu vyote na huku muuliza. huyo hey. mbukuzi na mtu wa pili, hususan kama jasusi jasusi hivi. mm. mtu ambaye anasopoa siri za wenzake. uh -huh. kuna ufisadi, kuna uizi, kuna ubadhirifu wa mali na polisi, unaona bwana, ule Mm. Yule mwizi yule, angalia yule mradi na yule mradi na yule mradi, ni yeye kaiba. Sasa huyo ni mbukizi, kwa, kwa, kwa vitabu za kunielimisha tu bingwa, na wengine wanatazama kwamba kunawezekana ulikuwa kuna, kuna utoaji kutoka kwa book, ndio ikaja mbukuzi. Maana kwa, kwa maana yake Kiswahili, uh -huh. neno buku ni Kiswahili pia, uh -huh. ni kitabu kikubwa uh -huh. Ndio kinaitwa buku, uh -huh. kubukua, kusoma. Soma. Na haya ni maneno Kiswahili. Kwa hivyo huyu mbukuzi ni ule mtu ambaye kwanza anabukua kwamba anatoa siri, alafu pili ni yule anatoa siri hata bila ya kuulizwa. Na mfano mzuri leo kwenye taarifa uliotangulia nayo, uhum. hiyo hoteli inaojengwa pale Ngong unbmuna hmm. kuna mbukuzi, kuna lazima, kuna mbukuzi, eh, kuna mtu amesopoa, eh akasema, kitukupe uelekezi wangu tayari. Gideon Munene Nyaga, Gideon, leo unasikia tuna bukua bukua tu hapa yes. Leo mimi nataka tupishane na maneno ambayo yanaisha na ua kama huko kubukua, maua, mtu akishika nyongo vibaya anaitumbua, na kuna mtu akipigwa risasi, ana ana mtu anamuua, eh, anamuua, eh, mimi ukinifungia nafungua, kubwa ukiziba nazibua <laughs> nikitaka nikipaa natua. <laughs> Nikip, eh, nikipan, eh. Eh, wakati mwingine gari atakulipua. Naona. <laughs> <laughs> <laughs> Unajaribu, lakini mara nyingine utaweza kung'amua.

Asante, wacha tuwache kukusumbua. <laughs> Hey, kesho bara ya Gideon apigie Wambua <laughs> kwa, kwa, kwa shairi Al Ustaz Nuhu Zuberi Bakari. Ahlan <laughs> wasahlan wamarhaban bikum, mpenzi mtazamaji, mahala popote ulipo. Kwa bahati nzuri tu mie wananiita Al Ustaz Pasua Nuhu Zuberi Bakari, na shairi langu la leo la kwenda kwa wanasiasa ambao wana vyama E, nasema fanyeni uvumilivu kwenye masuala ya vyama na kwenda kama utakavyolisikia. Kuna kitu tuliona waziwazi mubashara, tena ilikuwa jana kwa kikao cha hadhara, watu walikimbizana wakati yana hasara. Fanyeni uvumilivu kwenye maswala ya vyama, enyi wamiliki vyama, punguzeni uadui, msijenge uhasama kwa fujo na kujidai wenzenu kuwa zogoma, thuma hilo halifai. Fanyeni uvumilivu kwenye maswala ya vyama kutumia na vijana ili waanzishe fujo, hiyo huitwa hiana utesi wa ari jojo. Jifundisheni ungwana bila ndata mikongojo, fanyeni uvumilivu kwenye maswala ya chama Tuhubirini amani kule tuendako, sipema, wekeni majembe chini, msiwe kama wanyama. Oneaneni huruma vijijini na mijini, fanyeni uvumilivu kwenye maswala ya vyama. Ninawasa polisi jama, mpige doria katika kadamnasi, watu wakihudhuria, muwalinde kwa ukwasi, bila ya kupendelea. Fanyeni uvumilivu kwenye maswala ya vyama, fanyeni uvumilivu kwenye maswala ya vyama monekana pia naye ali ustadhi ni mbukuzi. Yeah. Kwa sababu ni kama kuna mambo anatuambia ah, hatuyafahamu maanake umetuelimisha. <laughs> <twaya. laughs> <Tum, twaya. laughs> <laughs> mambo mengi ambayo hey. Nafiri kama tukikupa dakika moja ukatuelimisha kwa, kwa faida ya taifa bora zaidi bingwa angefra ah, <laughs> <laughs> lakini kuna, uh, uh, uh, kuna namna ambavyo umeweza kulizungumzia katika ili shairi kwa sababu kuna haja ya kwamba kila mtu ana uhuru kabisa wa kujiunga na chama wa kuunda chama, chama. Sao. Lakini isiwe kwamba sasa katika safari hiyo, mm. tunaleta uadui wasama n na... maanake tunakoelekea siko nyam. na hata askari wenyewe pia mkipigiwa firimbi huku njoni, na mkipigiwa firimbi kule nendeni, ah, ah. Kwa hivyo mwende pande zote <coughs> <coughs> mm. Mm. Na kama unaona pande moja kidogo kimaoni yako, unaona pande moja uh, uh, uh, au kusema hivyo <laughs> Wajanayo, Rashid. <laughs> <Wajanayo, Rashid. laughs> <Sebe, kena, laughs> lakini ana swala la, la maana kwamba ili kwa sababu ni utumishi kwa wote mm -hmm. Wengine wasisi kama ambaye eh, hawapati mm. zile huduma kwamba yani usawa kwa wote. Ujumbe wangu eh, ni kwamba kila chama kina mwenyewe, tuanzie hapa. Kila chama Kenya Aha. kina mwenyewe Aha. Kwa hivyo kama wewe ni mwenye chama, naam, ukitaka kufungua kitu chako, kuzindua kitu chako, hakikisha kwamba hautumii <clears throat> E, uzinduzi ule kuleta fujo semikitu au mwingine kukuletea fujo, fujo. Mimi nitakupa kauli moja tu. hmm. wamesema wengi vya madaladala bidii ni makanga seme kitu. Mtazamaji, tumeweza kupata elimu sana kwa ndugu zangu walioishi kuona mengi. Mi nasema kimsingi <laughs> tuwe makini zaidi e, ili tuishi kwa amani, kila mtu aheshimiwe na maamuzi yake, alafu mbele ya safari kila mtu afanya maamuzi yake kugana na kile ambacho anapenda bila kushurutishwa bila kutiwa uoga.